changamoto nyingine niliyoambiwa ipo Mwanga ni changamoto ya magugu maji katika Ziwa Jipe ambayo imeathiri shughuli za uvuvi vilevile, inatishia kuathiri vyanzo vya maji vinavyotegemea ziwa hili hasa. Ili kushughulikia changamoto hii, tumeshatenga shilingi bilioni 1.9, karibu bilioni mbili bili, kununua mitambo inayoweza kuondoa magugu maji kwa haraka na tunategemea tunategemea mitambo hii tutaipokea ndani ya miezi michache, kwa hiyo tutaitumia hapa kwenye ziwa Jipe, lakini maziwa mengine pia ndani ya nchi haya. Sasa wito wangu, wana Mwanga, kwa yale ambayo bado hatujayakamilisha, kwa yale ambayo bado hatujayaanza, lakini yako kwenye ilani zetu, tunaomba sana tuchagueni Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kiko hapa kunadi ilani yake. Chama cha Mapinduzi kiko hapa kuonesha wagombea wake mahiri waliotekeleza ya nyuma na ambao wako tayari kutekeleza ya miaka mitano inayokuja. Wagombea hao wa kwanza ni mimi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nae gombea kiti hicho, Nae gombea kiti hicho. Lakini wagombea wengine ni wabunge, na kwa hapa Mwanga, mbunge wetu Ngwaru Jumanne Magembe, lakini pia madiwani wetu kama wanavyoonekana, madiwani wetu wa kata za wilaya hii ya Mwanga, tunasema kazi na utu Wanamwanga, kazi na utu.